Majira ya jana mwana mwanadada Zuchu ameweza kurekodi video ndefu kidogo, ambayo ilikuwa anaelezea kuhusiana na tukio ambalo anaenda kulifanya siku ya leo, ikiwa leo ni tarehe 23 ya mwezi wa 5 2025, mwanadada huyu Zuchu aliweza kujitokeza rasmi kupitia peji ya WCB pamoja na peji yake mwenyewe ya Instagram. Sasa Zuchu aliweza kuongea mambo mengi, ambapo katika hii video aliweza kuelezea kwamba msikilize, eh,

Na tumaini mmemsikiliza mwanadada Zuchu jinsi alivyokwisha kuongea kwamba siku ya leo atenda kuachia video yake ya wimbo wa Lollipop ambayo ilikuwa imefanya vizuri sana katika mtandao wa TikTok. Watu wengi wakifanyia challenge na wakimjaji like hii, hii eh, kwa wa wa kwanza Yeah, judgment ya kwanza ambayo waliweza kufanya, mashabiki waliweza kusema kwamba mbona umeanza kujikuna tena, kwani ule ugonjwa wako umekurudia? mbona Zitu inakuwa uko hivyo? Ni mwanadada tena ni star mkubwa, haipaswi kujikuna. Kuna katika video, lakini zimefuatia maraka zao. Ukiangalia hapo anajikuna eh, lakini pia utaenda kumwangalia hata baadaye atajikuna usoni, hmm? katika mashavu yake na pua yake kidogo, atajikuna. Sasa watu wameanza kujaji wakisema kwamba huyu mwanadada huwa shida ni nini? Ni kwamba ogi au ana magonjwa ambayo yanamsumbua? Hiyo ilikuwa ni judgment ya kwanza, lakini kuna judgment nyingine ambayo watu wameanza kujaji kupitia upande wa comment section. Ngoja nikusomee kwa urahisi kile ambacho walikuwa wakisema, haya Huyu hapa ye yeah, anaitwa anyway, Fazbizon ye yeah, akaweza kusema kwamba wewe dada, ni mtulia unataka kumwharibia Rayvanny nyimbo bado namba i e. Kumbuka, hapo masaa machache tu, hata azijapita siku mbili, Vivian Boy aliweza kuachia nyimbo yake mpya, ambayo nyimbo hiyo aliweza kumshirikisha Mario pamoja na Harmonize, nyimbo ambayo mpaka sasa inaendelea kuvuka mipaka na kuteka headlines mbalimbali kupitia katika social platform zote ambazo imepostiwa nyimbo hiyo. Lakini baada ya hayo yote, Vivian Boy kuachia nyimbo yake hiyo, amemshirikisha Mario pamoja na Konde Boy huu, eh, shabiki akaweza kusema kwamba Zuchu anataka kumharibia boy yake mpya ambayo anaitoa Kwa hiyo mtu mwingine akamjibu huyu Fizo Bizon, akaweza kumwambia kwamba eh, watakoma wenyewe, lollipop video is out tomorrow. Kwa hiyo si hatujali wao watafanyaje. Haya, kuna hii hapa comment nyingine ni kama vile kichonganishi hivi. press, like, huyu akaweza kusema kwamba mbona una ziwa kubwa uh, eh, Mondi ameanza kulinyonya komenti <laughs> za watu yeah. Zinachekesha kweli, kweli. Nimeona baadhi ya comment wakawa watu wakawa wanamwambia kwamba ulitaka kumnyonya wewe, mbwa kabisa <laughs> Kwa hiyo watu kama vile wamekuwa kimjaji sana huyu mtu aliyekomenti hichi kitu haya. Huyu hapa mwingine akaweza kumwambia kwamba umejikuna tena da, sijapenda Zuchu. Lakini huyu hapa anaitwa Lulu, ye akaweza kumtekea mema, akamwambia kwamba fanya kazi mdogo wetu, Mwenyezi Mungu akuongezee kwenye kazi zako, acha maneno pia kwenye mtandao, lakini kwenye jagi yamo, eh? na uzuri wanaosema vizuri watu wacha wapapalike, kama basi ziko jikoni. Ofisho Zuchu apiga kazi, mungu atakujalia. Sasa hizo ndo komenti baadhi za dao ambao wameweza kusema kufuatia hii video ya dada Zuchu ambaye ameweza kujirekodi kufuatia kutangaza show yake ambaye aliweza kusema kwamba atafanya katika bafla, lakini ndani ya show ndo atenda kurilizi nyimbo yake ama video yake ya Lollipop ikiwa kwa mara ya kwanza ndo anaenda kuilunch hapo pale blue host. Dex Media wana lizungumzeji na swala la dada Zuchu kuingia katika hii video kujikuna mara mbili, lakini baada hapo watu kumjaji katika commenti lakini pia kumharibia Vivian Boy nyimbo yake ambayo imetoa majira ya jana. Endelea kusubscribe.